Leo mtazamaji, tumetembelewa na mjomba Mrisho Mpoto, kama ambavyo unashuhudia hapo akipewa elimu kwa ufupi tu kuhusiana na huduma zinazotolewa na TCRA. Mjomba, hodi Tanga. <laughs> Tanga, anasema waja leo kuondoka majahaliwa. Naam, niko Tanga na nimekuja TCRA kuataka kujihakikishia kwamba swala la mawasiliano katika maonyesho haya likoje. Nimefarijika, lakini jambo kubwa nilataka kuzungumzia leo ni kuhusiana na vijana. Unajua, kadri miaka inavyozidi kwenda ndivyo fursa zinavyozidi ku lakini, kabla kadri tunavyozidi eh, kuingia kwenye intaneti yenye kasi zaidi, watumiaji wa simu wanavyoongezeka, maana yake ni kwamba kunaongezeka fursa za kibiashara, kuna hela nyingi sana kama watatumia uh, simu zao watatumia intaneti zao watatumia mawasiliano katika kujiongezea kipato. Tuondoe zile mindset za kwamba kila mtu ataajiriwa kwenye sekta rasmi. Wengine wanaweza kujiajiri wenyewe na kujiajiri mwenyewe ni kutumia internet, kutumia simu ulionayo ikuingizie kipato, kutumia simu ulionayo kama biashara. Wewe ukituunganisha watu elfu kumi tukawa wateja wako Lazima utaingiza kipato. Mawasiliano yatumie kwa ajili ya kuongeza kipato chako. Kuna fursa nyingi za kibiashara kutumia simu yako ya mkononi, kuna fursa za kibiashara kutumia intaneti ulionayo, kuna fursa za kibiashara kutumia bando uliloweka kwa gharama zako, litarudi na utaongeza kipato chako.